Yes. Yes, yes. Ibana, mambo vipi? My name is Revooh. Uh, kama mnavoniona niko nyumbani, niko na mwanangu, tumetulia tu hapa. Kama mnavonifahamu, mimi ni msanii wa Anang Media. Pia kwenye kazi, kuwashukuru ninyi wote ambao mmenisupport So, uh, bila kusahau hii ni account ya yangu Revooh kama msanii wa kuimba e. Pia ninataka uh, kuachia u hiyo e, ngoma inaitwa Nuru ya Ukombozi ah, uh, nimetoa ngoma ya kwanza inaitwa Parapanda iko katika account ya Hanan Media bana, kasaaayo zangu nyingi, kama mko kidogo mweze kuipata bana. Nawapendei sana bana, korasia Nuru ya Ukombozi naigusia. Nuru ya Ukombozi imeangaza maisha ya wengi, nuru angaza, ya ukombozi imeangaza ya maisha yangu o ya wewe bana, kama hivo

So, kushare, kusubscribe ku like. Yes, na kucomment pia kwa sababu tunaamini kuwa comment yako, yeah, itakuwa mwanzo hatua nyingine na kusubscribe, in short, kwenye yote niliyoyataja hapo bana. Nawapendeni sana nawapendeni sana asante.